Umepewa chandarua hukitumia, au unakitumia kwa malengo yasiyo sahihi au kwa mambo yasiyo sahihi, ukishapata malaria naona chandarua, basi wewe ujione mzembe. Serikali tayari imefanya kazi kubwa ya kuhakikisha tunapata vyandarua hivi, gharama yake ni kubwa, na kwa hiyo baada, baada ya, ya kuwa na gharama hii kubwa ya karibu bilioni ishirini na tano zimeandikia kwenye masuala ya vyandarua, alafu tunakuwa na watu ambao hawana e, uelewa na umuhimu wa chandarua hiki. Mimi nadhani it's not fair. Mambo ya afua ambazo tunaweza tukapambana nazo, tutaondoa ile concept kama Morogoro ni, ni ni katika wale top 10 wa malaria Tanzania nzima. Sasa hivi tunaona kuna Njombe, sijui Manyara, Arusha na tutasingizia wale baridi, dar es Salaam. Sasa nasi nasema Morogoro tuna jiografia zetu, yale maeneo yenye baridi yanaonekana hayana malaria, haya haya maeneo ya joto. Ulanga, nilikuwa naambiwa Ulanga kule juu, Mahenge, hakuna malaria kubwa, huku chini kuna malaria nyingi. Kwa hiyo sasa tunaona katika afua tunazotaka kwenda nazo, pamoja na tunapeleka vyandarua, lakini nyingine iwe ni elimu kwa umma. Lazima tuwe na elimu kwa umma, na elimu kwa umma inafanywa na watu wote. Hii lazima tukubaliane, Mheshimiwa rasmi. Mimi nachoagiza kwa mkoa wa Morogoro ni kwamba watendaji wote wa umma lazima wawe na elimu ya kupambana na malaria. Wote. Kwa hiyo swala la kupambana na malaria tutapambana nalo darasani, kwa wanafunzi, tutapambana nalo hospitali, mama mja mzito akija klinika anakuta, yani tutapambana na tutakuwa na, na na jambo la utambuzi kwenye vile vikao vyote, vikao vyote vya anti vya baraza la madiwani ODC vikao vya vijiji lazima atokeze mtu azungumzie swala la malaria hata kwa dakika tano tu. Kuna haja ya kufanya useme e, utafiti mwingine particularly kwa mkoa wa Morogoro, kwa sababu Morogoro ina nature tofauti mazingira yake hmm. Kuna maeneo unaweza kukuta kuna baridi, kuna maeneo kuna joto, kuna maeneo kuna mabonde ya mpunga, kuna maeneo hayana watu wanalima, halafu kuna vitu vingine suala la kusema Gairo na Morogoro, Morogoro mjini CDC hakuna hakuna malaria, inawezekana ni nature fulani fulani, kuna fakta ambazo zinazosababisha maeneo mm, hayo yasioeko na, na malaria hmm, lakini usichukulie Morogoro alafu ukafananisha na Njombe, Kilimanjaro na Arusha kwamba hakuna malaria. Inawezekana hakuna kwa sababu mbu haishi katika maeneo ya baridi. Kwa hivyo kuna haja ya ku fanya tathmini utafiti ambao utaweza kutufikisha pazuri, ila ya kutumia kile chandarua na kualia, wanaenda wanafugia kuku, wengine wanatengenezea ua kwa ajili ya kutengenezea bustani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi sheria ndogo ndogo ambazo zitakuwa zita zinahimizwa hasa kwenye hizi uh, vijiji uh, na na katika na katika um, kwa, kwa kutumia hawa vio, vio, vio, vio na weos, itawatusaidia sana sisi angalau kuona kwamba namna gani hivi vyandarua vinatumika katika matumizi sahihi.